Huku hafla ya maandalizi ya sherehe ya mahafali leo hii ikiwa kamilifu, kwani sherehe hiyo iling'oa nanga kwa mtindo maalum <tipa> nyimbo na densi za kutumbuiza iliyowasilishwa na wanafunzi kutoka shule ya msingi ya Ndagani pamoja na kundi la modern dance ikichukua usukani. maandalizi ya leo hii yalikuwa ya, ya kipekee zaidi kwani mababa wa masomo wa mwaka huu walijaa pomoni kwenye jukwaa zilizoandaliwa siku ya jana kwa minajili ya sherehe ya mahafali huku wakivalia mafasi ya kitaaluma. Punde si punde kansela mkuu wa chuo kikuu cha Chuka daktari Henry Mtembei alipanda jukwaani kwa utaratibu kisha kuthibitisha na kupiga msasa huku akitia saini sherehe hiyo ya mahafali ya kumi na nne. Kila mhadhiri kutoka kitivo chake taja idadi ya wale walioridhisha jopo la wataini kieleza kinagobaga idadi ya waliofuzu kutoka tofauti baada ya hapo, kansela mkuu aliagiza mababa ya kuhitimu hapo kesho kula kiapo ya, ya kukabidhiwa shahada mbalimbali. Nikiripotia Elite Media, jina langu ni Soita Junior Glesho.